Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limetoa wito kwa serikali ya Tanzania kuachilia mara moja na bila masharti viongozi wa kisiasa waliokamatwa kwa kudai haki, likisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kulinda amani ya taifa, hasa kuelekea mwaka wa uchaguzi. Rais wa TEC na Askofu wa Jimbo Katoliki la Lindi Mhashamu Wolfgang Pisa amesema kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa kutumia nguvu bali kwa maridhiano na haki akisisitiza kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania kulinda amani ya nchi kwa kuhakikisha mifumo ya uchaguzi inarekebishwa ili kutoa nafasi kwa upatikanaji wa viongozi wa haki na wa kweli. Akizungumza katika mkesha wa Pasaka uliofanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Kagwa, jimbo katoliki la Lindi, askofu huyo amesema kuwa kama kurudi mezani ndiko kunaweza kulinda amani, basi kila anayehamasisha hilo anapaswa kuungwa mkono, si kukandamizwa au kukamatwa. Ni jukumu letu sisi wananchi kulinda amani ya nchi yetu, kwa sababu amani inapatikana kwa shida sana, na tukipoteza hatutaipata katika hali ya kawaida. Nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu na kusitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mfumo wa sasa hauwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli. Kwa maana hiyo, kama amani inapatikana kweli kwa kurudi mezani, kwa maana hiyo, wote waliokamatwa kwa kudai haki wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa. Na pia mihimili isiingiliwe bali itende kazi zake kwa haki. demokrasia Madikteta wengi duniani na hata hapa Afrika hawataruhusu uchaguzi ufanyike, kwani wataogopa uchaguzi ukifanyika hawatachaguliwa. Na kama wataruhusu uchaguzi, wataharibu mifumo ya uchaguzi ili wabaki madarakani. Tanzania hatujafika huko. Watu wasipochagua kwa uhuru demokrasia itakufa. Hii ni nchi ya waelewa, nchi ya wastaarabu, nchi ya wachamungu na wenye kupenda demokrasia na amani. Katika misingi ya demokrasia, mamlaka ya serikali yanatokana na serikali iliyochaguliwa kihalali. Demokrasia, ukweli Viongozi watawajibika kwa wapiga kura. Kura ni wakala wenye nguvu, wananchi wasiporwe nguvu yao ya kupiga kura na kuchagua. Kasoro zilizojitokeza zinapaswa kurekebishwa haraka na kukiwa na nia ya dhati kutoka kwa wahusika Muda unatosha kabisa kufanya hayo marekebisho kabla ya uchaguzi mkuu. Wito ya kwanza, tuiombee nchi yetu iwe nchi ya amani na kuwa na viongozi wa haki na wazalendo. Ya pili, sauti na vilio vya watu visikilizwe. Tatu, wahusika wakae na wadau wote wa uchaguzi kuruhusu mabadiliko yale ya lazima kabla ya uchaguzi mkuu. Mwisho, kila mtu amwogope Mungu na kuisikiliza dhamiri yake, sauti ya Mungu inayozungumza ndani mwetu. Kauli ya Askofu Pisa imekuja wakati ambapo mjadala wa mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi na ushirika wa vyama vya siasa vimekuwa vikitawala anga la siasa nchini Tanzania, huku kukiwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya vyama vya upinzani kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kuhusu kukamatwa kwa viongozi wao wakubwa, akiwemo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, Tundu Lissu, na ukosefu wa haki katika uendeshaji wa siasa. Ikumbukwe, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lisu alikamatwa na jeshi la polisi akiwa ziarani mkoani Ruvuma baada ya kuhutubia mkutano wa hadhara uliofanyika katika wilaya ya Mbinga mkoani humo, ikiwa ni mwendelezo wa kampeni ya chama hicho ya no reform, no election. Nini maoni yako? Andika kwenye comment. Mimi ni Shehani Msaina na hii ni Toka Zamani Tv.